kuwa ni ahali wa kusamehewa. Mtume amebashiri, na maneno ya Mtume ni kweli, lakini sasa na sisi tuwe ni ahali wa kusamehewa. Sijaikaa sio ahali wa kusamehewa, aujatembea hapa. Inawezekana kabisa ukawa uko katika viwanja hivi na usisamehewe. Innamalamalu binniyati in Inna llaha la yandhuru ila suwarikum wa waamwalikum walakin yandhuru fi qulubikum ila... wa amalikum, Mwenyezi Mungu hatazami sura zenu na mali zenu, lakini hatazama nini? nyoyo zenu na matendo yenu. Sasa Mwenyezi Mungu ajalie tu ni ahali wa kusamehewa, kuwa tumekuja katika viwanja hivi tumehirimia hija, tutoke tukiwa hatuna dhambi, lakini kazi kubwa ni baada ya kusamehewa. Tukishakuwa tumesamehewa ingekuwa ndo twafa hapa hapa, ya kwa neema kubwa sana. Kama ukishasamehewa enda zako nyumbani tu, ukifika wagawa nao, ondoka zako. Ah, ingekuwa neema <coughs> lakini kuna maisha baada ya kusamehewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesemaje, wa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum, damu zenu na mali zenu na heshima zenu ni haramu juu yenu. Maanake heshima ya mwenzio Usimvunjie mwenzio heshima, usile mali ya mwenzako kwa batili, usimdhulumu mtu, usimwibie mtu, usitumie kitu cha mtu kinyume na sheria kinyume na ridhaa yake, usimuue mwenzako, usimsengenye mwenzako. Haya mambo yametajwa kuwa ni haramu ndani ya siku hii hii siku hii ndo yakaambiwa mambo hayo kwamba ni haramu. Kwa nini yatajwe ndani ya siku hii? Hapo panataka etibari kubwa sana na hasa katika vitu ambavyo sisi wengi wetu tunashindwa kujizuia ni hizi heshima. Wengi wetu twasengenya sana, twasengenyaji, wengi wetu tunawafitini wenzetu wengi wetu tunadharauliana. Kwa hapa ni mahali pagumu sana, ambapo baada ya kutoka hapa, kwa matumaini kwamba Mwenyezi Mungu ametukubalia hija yetu na ametusamehe, maana lazima tumdhanie kheri Mwenyezi Mungu, pamoja na kwamba tuna mazongezonge mengi. Basi kuanzia sasa hivi hapa, hata yule aliye na mazonge, basi ayaondoe ya na atakuwa kisha samehewa pamoja na kwamba tuna mazonge mengi, lakini tunataraji tunamdhania Mwenyezi Mungu mema kwamba ametusamehe. Sasa baada ya kusamehewa, tukitoka hapa, yatakiwa tubadilike, tuwe katika hali iliyo nzuri, tufe katika hali hii tuliyotoka nayo hapa, kwa sababu si maasumu dhambi tutatenda, lakini iwe ni zile dhambi ndogo ndogo na tuwe ni wepesi wa kutubia. Hakuna kitu kama toba kwa mwanadamu, kwa muislamu toba ndio jambo kubwa. kullu bani adama khatau wa khairul khataina at-tawwabun. Wanadamu wote wakosea na bora ya wenye kukosea ni wale wenye kutubia. Na kutubia si kusema astaghfirullah tubu ilaik, astaghfirullah tubu ilaik. Aa, si hivyo tu, watakiwa ukisema hivyo astaghfiru llah watubu ilaiki lile kosa linalokufanya useme hivyo, kwanza uko mbali nalo mashrik na magharib, usiwe umelikurubia, lakini uwe katika majuto ya kulitenda kwamba mimi mnetenda kosa hili na juta kwa kulitenda, halafu uwe katika azma ya kutorudi tena kwenye kosa hilo. Tukiondoka hapa sisi na azma ya toba kwa kila kosa, basi msamaha huu utatupeleka peponi inshallah.